Huku washikadau wakiendeleza uhamasishaji wa dhidi ya dhuluma za kijinsia katika siku kumi na sita za wanaharakati dhidi ya dhuluma hizo, kaunti ya Tana River imebainika kuwa miongoni mwa kaunti ambazo dhuluma zimekithiri. Mkurugenzi wa maswala ya kijinsia kaunti hiyo Agre Nyangweso anasema dhuluma kama vile ukeketaji na mimba za utotoni imesalia kuwa sugu eneo hilo. Katika kaunti yetu dhuluma ni nyingi na tuko na aina sita ya dhuluma za kijinsia ambapo pia zingine ziko juu karibu e, kuliko ile ya kitaifa. Mfano, kuna hii dhuruma ya, ya ukeketaji kwa kaunti yetu tuko juu sana. Kitaifa ukeketaji ni 15%, lakini kwa kaunti yetu tuko 60%, tuko juu asilimia sitini ni juu sana. Pia tukifika mambo ya domestic violence, zile dhuruma zenye zinapatikana katika nyumbani ni pia ziko juu sana sana, duru ambapo wakinamama wamekuwa wakiripoti kwamba wanadhulumiwa na wazee wao. Pia tuko na pia na shida ya watoto wasichana wetu kushika mimba, ambapo kila mwaka tunakuanga na reported cases zaidi ya elfu ine katika hospitali zetu, na hata ni zaidi ya hiyo kwa sababu kuna wengine wasalii kwa hospitali. So, kwa hizi 16 days of activism, tumeshirikiana na mashirika kama Tanafric. Tumekuwa tangu tarehe 25 tukizunguka kaunti nzima, tunahamasisha jamii ili waweze kuacha zile mila na utamaduni mbaya zenye zimepitwa na wakati na pia wapatie wasichana wetu nafasi ya kusoma nafasi ya kushiriki katika mambo ya jamii. Kwenye vikao vya uhamasishaji mashinani, wakazi wamepaza sauti zao kuhusu dhuluma ambazo zimekithiri katika maeneo yao. Saa hii ambao dhuluma ambao, ambao iko kuna sherehe sherehe ambazo huwa zinafanyika fanyika, hizo sherehe kama zitapungua at least, hiyo mambo ya hiyo mambo ya wasichana udhulumiwa at least, naona itarudi chini, sababu kuna hizi sherehe sherehe za mambo ya madisco. Kuna akina mama akizaa, basi unakuta kuna sherehe sherehe nyingi, hawafanyi mchana, wanafanya usiku. Kama wangekuwa wanafanya mchana at least, lakini ile mambo ya usiku ndio huwa ina kidogo sahihi, tuna wasiwasi nayo sana. Katika kijiji hiki dhulma zenye zinatokezea ni mama, mfano amekosana bwanake huyo mama mpigana na bwanake, akienda mahali ya kuripoti kwa admin, atamwambia anaenda kwa serikali. Akifika kwa serikali, mama kama huyo akifika ataambiwa kwanza pako enda ujaze P3 ndio tukushughulikie. Ukienda kwa serikali kuu, kama umeenda kuripoti hiyo kesi, kama hicho atakwambia niletee mshahidi wako wawili, ama mmoja ama wawili. Ukifika kule, ukiambiwa uletee mshahidi mshahidi, utamkosa kwa sababu watu wetu ubaya wao hawataki kuwa mshahidi ama lao hiyo, mahali mmepigana na bwanako ni katika familia yake, hasa katika familia yake. Hata ukimwambia mshahidi ni fulani, hawezi kwenda kusimamia. Huku kwetu zile kesi zenye ziko common, ni domestic violence ambao wamama wanapigwa sana. Pia tuko na child marriage, watoto wasichana wanaolewa mapema ama wanaozeshwa kabla hawajafika eh, miaka ya eh, kumi na nane. Hata hivyo, kupitia mashirika ya kijamii kama Britain Africa Initiative kwa ushirikiano na asasi mbalimbali mbali za haki, waathiriwa wa dhuluma za kijinsia amepata afueni ya mchakato wa kupata haki kisheria. Katika hizi eh, 16 days of activism, tumekuwa tukifanya hamasisho na maongezi ya jamii kuhusu dhuluma za kijinsia, namna gani wanaweza kumlinda ule mtoto mdogo ili asiweze kupata dhuluma za kijinsia, na njia zipi zinaweza kuzitumia ili kuripoti dhuluma zote za kijinsia zinazotokana hapa mjini kwetu ama kaunti yetu Tana River. Sisi kama shirika la Tanafrika um, tumekuwa tuki tumekuwa katika kipaumbele kuhakikisha kwamba wale walioathirika wali na dhuluma zote za kijinsia wanapata haki na wanapokuwa salama kwa mikono salama. Kwanza tunashirikiana na mashirika mengine kuhakikisha kwamba kama ni mtoto ama ni mama ama ni mwanaume mwenye amepata amepitia dhuluma kijinsia amefika pale shelter, tunapayana transport yenye atatoka pale penye atafanya penye itakuwa dhuluma imetokea atakuwa rescued apelekwe kwa safe houses ama shelter. Vile vile pia tunashirikiana na koti yetu ODPP, koti ya Hola ya Minjila, ama Garsen Courts kuhakikisha kwamba watu hao wanapata haki na wale mashahidi wamekuja kotini kusalama wakatoa ule shuhuda wao ya kwamba wameshuhudia dhuluma kama hiyo ikitokea, ili yule mwathiri wa dhuluma kijinsia ya kijinsia apate haki yake. Na pia tunashirikiana na polisi kuhakikisha kwamba wale perpetrators pia wameshikwa, ili kusaidia dhuluma e, mwathiriwa kupata haki yake. Dennis Maitia, KYTV, mjini Hola, county kaunti ya Tana River.